Mume aliyekuwa hatoi shukrani wakati wa tendo la ndoa sasa anashukuru. Mume aliyekuwa hatoi shukrani baada ya tendo la ndoa sasa anashukuru. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa ya rishe, lakini pia ni mtaalamu wa sayansi ya mapenzi ama mtaalamu wa mahusiano. Katika chaneli hii utajifunza na utapata elimu ya mahusiano kwa kina zaidi. Kwa siku ya leo nimepokea shuhuda hii kabambe kabisa kutoka kwa huyu dada hapa, naomba nianze. Ameanza kwa kushukuru sana, nasema: daktari, nashukuru sana kwa clips zako, angalau sasa hivi ndoa yangu ina amani, mwanaume ananipenda, ananisikiliza Anasema tulifanya tendo la ndoa, anasema tukifanya tendo la ndoa, tukimaliza, anasema asante na kunibusu. Ni tofauti na mwanzo, alikuwa akimaliza hasemi chochote. Maana mwanzo alikuwa kimya, hasemi kama anataka wala nini, lakini ulivyonitumia video zako nikasikiliza kuwa mwanamke anatakiwa kuwa mshawishi kwa mumewe. Sikia point hiyo, anatakiwa kuwa mshawishi kwa mumewe. Anasema kweli, nikajitahidi we, nikawa ndo naanzisha, yani yeye dada akaanza kujitahidi, akaanza kuweka juhudi. Sasa yeye ndo akawa anaanza tendo la ndoa. Hapo mwanzo mwanaume yeye ndo aliyekuwa anaanzisha. Kwa hiyo baada ya kupata mafundisho, baada ya kupata elimu kutoka kwa dokta Kuboja, akaanza sasa yeye ndo akawa anaanzisha tendo la ndoa. Anasema nikawa naanzisha mimi, sasa hivi tuko vizuri kabisa, ndoa ina amani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema najitahidi kwa wiki nampa mara nne kama ulivyonielekeza na anafurahia kabisa. Okay, samahani makelele kidogo hapo, lakini naamini tutaweza kuweka sawa. E, dada huyu akati ananitafuta alikuwa ana changamoto kubwa sana katika mahusiano yake. Mwanaume alikuwa ni mtu ambaye ana mahusiano na wanawake wengine nje lakini tayari alikuwa amekata tamaa kabisa, namna gani ya kuweza kumrudisha huyu mwanaume kwa katika mikono yake, namna gani ya kuweza kumrudisha huyu mwanamume tena katika himaya yake kwa wakati mwingine, na alikuwa anambia daktari, hatua niliyofikia, ninawaza hata kuondoka na kurudi nyumbani kwetu. Yaani aliwaza mpaka abebe mabegi na nini kuweza kuondoka kurudi nyumbani, lakini nikampa maarifa, nikampa elimu nikamwelekeza nini ambacho anachotakiwa kuweza kufanya. Kwa hiyo siku ya leo kanitumia mrejesho kama huu. Sasa nimeanza kusema kwamba mwanaume ambaye aliyekuwa hatoi shukrani wakati wa tendo la ndoa, sasa ameanza kushukuru. Ulishawahi kujiuliza na wewe kwamba mme wako lini mara ya mwisho amekushukuru mara baada ya tendo la ndoa, hata kile kitendo cha kusema asante? Mtu anayeshukuru baada ya kupewa kitu ambacho ni kizuri, siku zote huwa anawajibika ana, ana, ana kuweza kutoa asante, maana anaona kabisa nimepata kitu ambacho kilikuwa kinanistahili, nimepata kile kitu ambacho roho yangu ilikuwa inatamani na, na kuweza kupenda. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukawa unavifanya, kuna makosa ambayo kuna makosa ambayo kuna uwezekano mkubwa ukawa unayakosea pasipo wewe mwenyewe kujua na ukajiona kwa lugha nyingine kwamba uko sawa, lakini kumbe unakosea. Wewe unaweza ukaona kwamba uko sawa, lakini unakosea. Sasa basi, hakuna mtu ambaye amezaliwa. Najua tendo la ndoa ni vitu ambavyo unatakiwa uweze kupata maarifa, upate elimu, ujue namna gani ya kuweza kukabiliana na changamoto ambayo inayokutokea. Lakini pia kitu kingine ambacho inafundisha kwa wanandoa wengi Jaribu kuwa watofauti. Tendo la ndoa halitakiwi kuzoeleka. Kila kitu kuwa mbunifu, kila kitu, hakikisha kila siku, hakikisha unaanzisha kitu kipya, unakuwa mbunifu, iwe ni katika mikao, iwe ni namna unavyoongea, iwe ni namna ambavyo unavyoshiriki. Sio kila siku unaweza ukaanzisha tendo la ndoa tu mkiwa mmekaa kitandani. Unaweza ukawa na sofa dogo chumbani kwako, siku hiyo ukaamua kuanzisha tendo la ndoa katika sofa. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo ukivileta vinatibua akili ya mwanaume. Mwanaume anaanza kujiona kama leo amekutana na kitu ambacho ni kipya. Sasa bahati mbaya ni kwamba michepuko ama wanawake wa pembeni ndio wanaoweka juhudi kubwa ya kuweza kufanya haya yote ambayo huwa anayafundisha hapa, lakini mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa anajisahau. Sasa badilika kuanzia leo, chukua jitihada kama hauna elimu namna gani ya kuweza kumpagawisha mwanaume wakati wa tendo la ndoa, nini cha kufanya? Sio tu katika tendo la ndoa, kuna mambo mengine ya ziada ambayo pia unatakiwa uweze kuyafanya. Yote haya yana umuhimu, yote haya yana msingi mkubwa sana. Kwa hiyo nitafute kupitia namba ifuatayo. Baada ya kunitafuta, nita, nina video clips lakini pia utapata na zawadi ya kuweza yani-nitaongea na wewe kwa kina zaidi Nitakupa maarifa, nitakupa elimu, namna gani ya kuweza kuteka ufahamu wa mwanaume kisaikolojia na kimwili pia. Kwa hiyo kama utahitaji hizo video, hizo video zina gharama yake, sio kwamba nitakutumia bure. Hapana, hizo video zina gharama yake, gharama yake ni shilingi elfu kumi na tano hizo video, gharama yake ni shilingi elfu kumi na tano Utapata na huduma ya ushauri na saa bure, na faida nyingine nyingi nyingi nyingi ambazo utazifuata kupitia kwa Daktari Kuboja. Siku nyingine na wewe